Tuende Azam pale, mmesikia taarifa za Feisal eh? Nyingi e Feisal mara kitaka kutoka sasa hivi vicha vya habari e ulipe bilioni moja unaipa Yanga hiyo bana <laughs> <laughs> mambo ni mengi mara yeye mara, mara, eh, si, mara tayari mara, mara anaenda kutambulishwa diadora siju wapi huko, Kaizer Chiefs eh, na Nabi jana amekuepo ana uwanjani <laughs> eh, kwenye laini ya simu ninaye Zaka Zakaria. Zaka, habari za asubuhi? Habari za asubuhi ni njema, Juma. Hayo, habari za studio? Studio tu jambo. Tuko na wewe live huko e, Chamazi bila shaka eh? Naam bwana e, Zaka, hebu tuweke wazi hapa, taarifa za Feisal zinatuchanganya na, na zimekuwa nyingi kweli kweli, naamini hata wewe unaziona taarifa. Zimekuepo kwamba e, kuna ofa imekuja kutoka Kaizer, na hii pia imetokana pia, jana watu wamemuona kocha wao yuko hapa. Taarifa zipo za Yanga wameleta ofa, zipo za Simba wewe ndo msemaji wa club, kuna ofa yoyote mmeshapokea mezani? Kocha wakina nani yuko hapa? Wakaiza ameonekana hapa wapi? Tanzania hapa jana? Amekuepo kwenye mechi jana hapa, mechi ya nani jana? Ya Simba walipokuwa wanacheza na Black Stars, alionekana jukwani pale, lakini nalosemwa ni kwamba moja yalilomleta ni suala hilo la Feisal. Mimi mimi niwaombe mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, ndugu zangu nyinyi waandishi wa habari. Eh. Hey. Umeandika habari za Fei, mmetangaza habari za Fei, kuna watu kwenu hapa wamehapa habari za Fei miaka muda mrefu sana. Kuna chochote kimebadilika tangu uanze kuzungumza habari za Fei? Kuna chochote kimebadilika? Hakuna, achani nazo. Hebu hebu, kwani na heshima kidogo na Azam FC inatosha, zungumzie na wengine sasa. Nimezungumza kuhusu Fei sana, yani nimezungumza sana kuhusu Fei, sawa. Yani nafikiri kama Fei ni mchezaji ambaye hana mkataba na timu, yani kama vile mchezaji ambaye hana mwenyewe yaani una, una, nasema ni, ni aina fulani ya ukoloni. Yaani ni kama vile ambavyo Berlin Conference ilifanyika, walikutana wazungu Berlin wanaijadili Afrika wakati Afrika yenyewe haipo, hakuna hata mtu mmoja wa Afrika ambaye anaigawana kule, yaani kama Afrika haina mwenyewe, wakati Afrika iko na watu. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya mnakaa mnamwahamisha fei hapa, mnampeleka huku, mna hapa studio, mara nyingi mmetokea hapo, mna uhakika mnatoka hapo, lakini fei yupo tokea hapo kwa hiyo mimi ningependa, achane nazo habari za Feisal, achane nazo tu, sema ni kitu kingine. Mimi naamini hata washabiki wa Simba Jeno wamewachoka, yaani kila siku mnatoa kitu kipya ambacho hakimi, lakini kuuliza, Zaka, ku, ku kuuliza ni kosa? Mimi ningekuomba kitu kimoja, mmeshauliza sana, yaani nyinyi mmeuliza, hakuna swali jipya. Lakini mambo si yanabadilika, na sasa hivi msimu unamalizika, watu ndio wanakwenda, eh eh, kwani hayabadiliki kwa wengine? Sasa hivi zungumzeni na wengine, yaani ya huyu ameshasema sana, zungumzieni na wengine. Kuna wengine wacheza huko sehemu nyingine nyingi tu. mi, mi, mi, mi, yani nasema ni kwamba Feisal wakati anakuja Azam, alisaini miaka mitatu. Hadi sasa ameshatumikia mwaka mmoja kama na kama na robo tatu hivi, anatafuta robo ya mwisho, anaimalizia robo ya mwisho abaki na mwaka mmoja. Kuna wachezaji walisaini timu zingine msimu uliopita miaka miwili na wengine walisaini mwaka mmoja, kiasi kwamba aliyesaini mwaka mmoja sasa hivi ndo anamalizia mkataba wake. Aliyesaini miaka miwili muda huu ana ana mkataba sawa na Fei. Kwa nini hawa amwazungumzi nyi kila siku na fei tu? Lakini sasa fei, si mikataba hii inatofautiana, ukubwa wa wachezaji unatofautiana, na ndio maana hata kuzungumzwa kwa wachezaji fei awezi kuwa sana mchezaji mwingine wa kawaida imekuwa much

E. Sasa unataka kuwa producer wa kipindi cha redio nyingine, sio wewe? Hapa tukuulizi atukuulizi hapa, kama atukuulizi hapa kama msikilizaji wetu, tunakuuliza kama msemaji tupisum wa timu kama msemaji nimeshawaambia, achaleni hey, habari ndo notu... Yani, kama msemaji, jibu nimeshatoa, nimesema achaleni manake habari. Kwa maelezo yako, hakuna ofa yoyote iliyokuja. Achaleni hizo habari, hazina maana yoyote kwetu, hazina tija, hakuna sisi, ofa. Kama kuna ofa tunasema. Ngoja kwanza nikwambie hayo, wewe kama mgeni nchi hii, waulize wenyeji. Sisi ofa huwa tunasema, sisi ofa yote ikija tunasema tumepata ofa, hatujai kupita ofa. Kwa hiyo ukiona tumekaa kimya, hakuna ofa. Ofa inakuja sisi ndo wa, wa wa, tunakua, Kufiche, sisi wa fiji aligandisha hata kidogo. Ukileta ofa, tunakuwa tunasema na fali kaleta ofa kwa msaji fulani akufiche. Sisi hiyo ndo rekodi yetu we, wala huna haja kupoteza muda wewe na kupiga simu kuuliza kama kuna ofa. Ingekuepo right away, sisi tumeanza kutoa taarifa kabla wewe hujajua. Sasa hayo ndo tulikuwa tunahitaji, ndio maana tunauliza. Ukisema n tusiulize, ni kama nifu nifu una limit haya maneno haya maneno nayo hey. Sema so, mapia mimi kila wakati huwa nawaambia Sio sio leo, na ninapokuambia hivi, kuna siku zanipigia tena simu kuniuliza hii habari. Ndio maana nakwambia hii ni habari, fungeni acheni nayo, mmesha nyinyi hapo studio kwenu. Kuna watu walisema wana mikataba kila kitu kipo wamesema ki, wamesema vikao vimefanyika vinne, vimeshamalizika, vimeshauzwa, dirisha limepita, yupo kila siku yupo. Hamuone kama mnadanganya watu kila siku? Kwa acha mimi nimechoshauri, acha nini, yani mmeshaingia chaka mara nyingi, ungetakiwa sasa muache sasa, kwamba